Nimekuja kutafuta chumba, huh? nimeambiwa hapa chumba kipo. chumba? Eh. <coughs> yani ise, leo umenikuta tu na mudi wangu mzuri. hmm. hey. yani, yani, light kama ningekuwa na mudi wangu mbaya ungenitajia kwanza, alafu kwambia hapa kuna chumba nani. Nyinyi kwa sababu umenikuta niko vizuri. Yaani baada ya mfurahi kwamba mimi uje wangu hapa huko Chukua chumba. Chumba hapa nimekuja kwa bless nyinyi, hapa inatakiwa mfurahie, mnipokee mimi kwa mikono miwili, mnipe na ubwabwa ma... nika chini nile nyinyi. Ndio kwanza mnasema eh, bwana, huu ni ujio mzuri kabisa. Mguu wangu mimi wa heli, nataka hicho chumba. Hii nyumba itakuwa